Tanzania, hello dunia, hello worldwide. Kwa majina anaitwa Hansi Asano almaarufu. Shukrani kwa wote mnaofuatilia kazi zetu kutoka The Wings Men Entertainment na shukrani pia kwa ambao mmesubscribe na ambao pia hamja yeah, subscribe channel yetu. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe, pia weka notification on, like, share, comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tupatapo wasaa wa kuposti sehemu ya saba na, na, na miendelezo ijayo, kutokana na tulisha shuti na tulisha edit kabisa. Ila sasa, mambo yenyewe, kama unavyojua, mambo ya electronics yamesababisha kwamba diski kukorapti na kufuta baadhi ya vitu ambavyo vipo hususani diski yetu jamani, tulishashuti mpaka episodi kadhaa. So kutokana na changamoto ambayo imetupata, itatulazimu kuchelewa kuposti sehemu ya saba. Kwa hiyo imetulazimu turudi tena nyuma kuanza kushuti tena kuanzia episodi ya saba na kuendelea, hivyo itatuia, mtatuia radhi ama, tunawaomba radhi kwenye hili juu ya kuwachelewesha episodi ya saba na episodi zijazo. Aa, kabla ya yote na kabla ya vingine vyote nitoe shukrani sana sana sana sana kwa mnaotufuatilia na nitoe shukrani shukrani kubwa zetu za dhati kutoka kwetu The Wings Men kwa wote ambao wamesubscribe na pia ambao hamjasubscribe lakini mnafuatilia kazi zetu. Kama bado haujasubscribe, subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu endapo tutakapokuwa tumepandisha video katika channel yetu. Na kingine jamani, kama bado hujaangalia Zimbwe ama kazi zingine, Zimbwe kwa sasa tuko sehemu ya sita, rejea kwenye sehemu ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne, ya tano mpaka ya sita, huku pia tukiendelea kuwatayarishia sehemu ya saba. Hii itazidi kutuweka sisi karibu na nyinyi wana tasnia ama wapenda filamu za Kitanzania hususan ni kutoka kwetu The Wingsmen. Na mtuchoke kutembelea, yani, msichoke kuendelea kuangalia kazi zetu kwa sababu tumeishafanya ufafanuzi kuhusu jinsi gani tufanye tu, tu, tu, tu ili kupata sehemu ya saba na miendelezo ijayo. Kama bado uja subscribe channel yetu, bonyeza alama ya subscribe, comment, like na share The Wingsmen. Home of entertainment, boys and girls. Kwa hiyo kama utapendezwa, rejea nyuma, kuna kazi nyingi tuumwwekea hususan Rose, The Rule, Morin kaza wa kaza clip and film. Hii itatengeneza tengene, ita kitu kizuri sana baina yetu wanai na nyinyi watazamaji wetu tunawategemea no. Ndio maana tunajitahidi sana kuandalia bora. Asanteni sana.